Muda mfupi baada ya kuzinduliwa kwa chama cha kisiasa cha Democracy for the Citizens Party cha Kerigathi Gachagua mtaani Lavington jijini Nairobi. Oh no. Makumi ya vijana wakivamia eneo hilo ambalo ndilo makao makuu ya chama hicho na kusababisha fujo <tinyo> Baadhi ya waandishi wa habari wakinaswa katika makabiliano baina ya walinzi wa, wa Gachagua na kundi la vijana hao na kupelekea waandishi watatu wa habari kujeruhiwa huku vifaa vyao vya kazi vikiharibiwa. Mmoja wa walinzi wa Gachagua na polisi waliokuwa wakishika doria wakilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya vijana hao. Kiongozi wa chama hicho Rigathi Gachagua akibaini kwamba chama chake kimebuniwa katika msingi wa hitaji la kutoa uongozi bora kwa Wakenya na kuwaondoa wa katika matatizo ya muda mrefu ya uongozi mbaya. Wakenya wametuambia kwa ujasiri kwamba wana suluhu la matatizo yanayowakabili. Wakenya wametuomba tuanzishe chama kitakachounda serikali ya wananchi kwa ajili ya wananchi, right they have been denied for far too long. Naibu huyo rais wa zamani ameahidi kwamba chama hicho hakitatoa tiketi ya moja kwa moja ila kupitia chaguzi za chama hicho, akisisitiza umuhimu wa mchakato wa demokrasia na usawa. This party has no favorite, hakuna tunayempendelea chama. This ni cha wakenya wote, ni watu wa Kenya ambao watachagua wagombea wanaowataka kama viongozi wao. Chama hiki hakina kipengee cha uteuzi wa moja kwa moja. Tunaamini katika kuacha wananchi waamue. Nina viongozi wengi ambao wamesimama nami katika nyakati ngumu, viongozi ambao wametembea nami katika safari yangu ya kisiasa. Lakini kwa jinsi ninavyowathamini, hakuna anayestahili kuteuliwa moja kwa moja. Aidha, Gachagua amesema kwamba atazindua chama hicho rasmi tarehe nne mwezi Juni kabla ya kuanza kukinadi akijitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. <laughs> Our party symbol is a listening ear. So, tukisema DCP unasema sikiza gram? DCP? DCP? Nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maichi, YTV.